Wanandoa wapya wamefariki dunia baada ya mlipuko wa mtungi wa gesi katika nyumba moja mjini Islamabad huko Pakistani, siku moja tu baada ya kufunga ndoa. Tukio hilo la kusikitisha limetokea wakati wanandoa hao na wanafamilia wao waliokuwa wamelala baada ya sherehe za harusi iliyofanyika katika siku hiyo. Kwa mujibu wa polisi, mlipuko huo uliwaua bibi harusi na bwana harusi pamoja na watu wengine sita waliokuwa wakikaa katika nyumba hiyo, wakiwemo wageni wa harusi na jamaa na wa karibu. Zaidi ya watu kumi waliojeruhiwa, huku baadhi yao wakipata majeraha makubwa. Mlipuko huo ulitokea mapema Jumapili asubuhi na kusababisha paa la nyumba kuporomoka, huku nguvu ya mlipuko ilibomoa kuta za nyumba hiyo na kutawanya matofali, zege na samani hali iliyosababisha watu kadhaa kunaswa chini ya kifusi. Wahudumu wa uokoaji walifika katika eneo la tukio na kuwaokoa majeruhi waliokuwa wamekwama, wakitumia machela kuwabeba hadi kwenye magari ya wagonjwa. Nyumba tatu za jirani pia zimeharibiwa kutokana na athari za mlipuko huo, lakini wataalamu wa dharura walisema mlipuko uliosababishwa na uvujaji wa gesi uliruhusu gesi kujikusanya ndani ya chumba kabla ya kulipuka. Lakini pia maofisa wa uchunguzi wa kisayansi walipelekwa eneo la tukio kuchunguza chanzo halisi cha ajali hiyo. Baba wa bwana harusi, Hanif Masih, alisema mwanao alikuwa ameoa siku moja kabla ya tukio hilo, na kwamba familia na wageni walikuwa wameenda kulala usiku wa manane bila kutarajia janga hilo. Alithibitisha kuwa mwanawe, mkwe wake pamoja na mke wake na shemeji yake wote walipoteza maisha. Mwenyekiti wa Seneti ya Pakistani, Yusufu Gilani alielezea tukio hilo kama la kuhuzunisha sana na kutoa wito wa kuimarishwa kwa usalama kwa matumizi ya mitungi ya gesi nchini humo, akiongeza kuwa matukio kama hayo yanageuza furaha ya wananchi kwa majonzi makubwa. Matumizi ya mitungi ya gesi ya petroli iliyoyeyushwa ni ya kawaida katika kaya nyingi za Pakistani, lakini yamekuwa yakihusishwa na ajali mbaya za mara kwa mara. Tukio hili limeibua upya wito wa serikali kuhakikisha kudhibiti na kutolewa kwa elimu ya usalama vikinaimarisha zaidi ili kuzuia majanga kama haya siku zijazo. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari na kusoma kwako nami Timo Thrgoy.